Sisi kwetu alikuwa anatupa ushirikiano kwa asilimia kubwa, kwa sababu ye tulimkuta kwenye game, kwa alikuwa ni legend. Wengi alikuwa anamwita king kama mfalme, wengine anamwita father kama mzazi, wengine anamuita king. Kwa hiyo alikuwa na majina mbalimbali kutokana na nafasi yake kwao. Sisi kama wasanii tumeumia na tumepata pigo sana, kwa sababu ushirikiano wake ulikuwa mkubwa kwa kila mchekeshaji ambaye alikuwa anakutana naye. Sawa, show ya mwisho ya Dodoma aliwaita Mm. Uh, asaj in in um, mbalimbali. Okay, mimi nimee kushiriki show zake nyingi uh, show ya Dodoma nilikuja pia lakini ilikuwa show ya mwisho. Mimi show ya mwisho ambayo nilifanya naye alifanya daa uh, kuna u, kuna hoteli imenitoka kidogo jina, iko Sinza mapambano pale. Shodhame, pale alifanya show yake pale iligongana na show ya Chekatu ingawa ya kwake ilikuwa na watu yani, alikuwa na target watu 100 tu. Kwa hiyo nilitoka kwenye show yake pale, afu nikaenda kuhudhuria show nyingine tena. Kwa hiyo hiyo ndio show yake ya mwisho ambayo naikumbuka, aliyefanya da na ambao mimi ni perform pia na nilitoa ushuhuda kidogo, kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao tulikutana muda kidogo hata kabla sijaanza kufanya stand up nikombea. Kwa hiyo kwangu mimi alikuwa na nafasi kubwa sana kwenye sanaa yangu, hata special yangu ambayo niliifanya, nakumbuka yeye alikuwa ni mtu miongoni mwa watu ambao nilifanya nao interview kwenye baadhi ya media wakinielezea namna ambavyo nimetoka kuwa mdogo mpaka nakuwa. Sawa, kuna hizo taarifa ambazo afisa polisi pia alithibitisha kwamba siku ile ile aliuawa. Wewe kama msanii unasikia kwamba kuna kia, kwa mtu amemuua mwenzake inakuwa ninaza kesi gani au kuna mwanajamii ameuawa kwa namna moja ama nyingine, kuna lipi la kuliambia, hasa kwa mtu kama MC Pilipili ambaye wengi wanamzungumzia kwa mazuri na kuwa anafanya mabaya, sababu tu ambazo hazina msingi hmm. Okay. Mimi kwangu naweza kusema kwa sababu ni issue ambayo bado iko polisi. Nadhani tungeacha kwanza polisi ifanye kazi yake, ikitoa majibu yake ya mwisho, nadhani tukimpumzisha na uh, kaka mkubwa, ndipo tunaweza tukajua sasa mengine ambayo yametokea, kwa sababu tunasikia tu hatuna uh, uhakika zaidi, ingawa jeshi la polisi limetoa kwa hiyo tunatamani wao, wamesema bado wanafuatilia watu ambao wameweza kuhusika, kwa nadhani wakisha wakishafanya kazi yao, sisi na kuwa rahisi pia kuzungumza. Kwa sasa ni mapema mno, ila sisi tumeumizwa uh, yes, uh, tu na kifo cha kaka mkubwa aje ipo. Kuna baadhi ya maeneo ambayo tukienda na kuwa sio rafiki kwa watu wa maarufu uh, lakini uh, nadhani ukiwa social tu, yani ukiwa unaishi vizuri na watu sidhani kama kuna haja pia kuwa na ulinzi, kwa sababu kuna baadhi ya watu wakubwa kabisa ambao wao wamejishajitengeneza kwamba ni sehemu ya jamii hawazunguki na ulinzi. Na kwa jinsi ambavyo tulikuwa tunamfahamu Pilipili, sidhani kama kuna mtu alikuwa na makuu naye kiasi kwamba mpaka aanze kuzunguka na ulinzi. Kwa hiyo kama hiki kimetokea pia kinatukumbusha hata sisi kwamba, bwana usijiachie zaidi, itabidi uwe na watu wako wa karibu, hata kama sio ulinzi a, a, a, moja kwa moja, iwe ni watu wa karibu tu ambao unazunguka nao kwa ajili ya usalama wako.